Karibu tena mtazamaji. Mzozo baina ya mkurugenzi wa jiji la Kisumu Doris Ombara na gavana wa kaunti hiyo Jack Ranguma umechukua mwelekeo tofauti. Hii ni baada ya mkurugenzi huyo kufungiwa nje ya afisi yake licha ya ilani ya mahakama kumtaka aendelee kufanya kazi kama mkurugenzi. Mzozo huo umejiri kwa muda baada ya Doris kukataa kuondolewa kutoka kwenye cheo hicho. Agnes Penda na taarifa zaidi. Doris Ombara na wakili wake Francis Olel walifika katika afisi za kaunti na kupata mlango wa ofisi ya meneja huyo wa jiji ukiwa umefungwa. And this matter to rest in a good way. Hii ni licha ya mahakama kutoa ilani ya Doris kurudi afisini mwake hadi kesi yake dhidi ya kaunti hiyo kusikizwa na kuamuliwa. Ombara ameshtaki serikali ya kaunti kwa kumhamisha hadi kazi nyingine katika hali isiyoeleweka. Ombara ameapa kurudi mahakamani We

Hapo jana Ombara alikosa kumwona katibu wa kaunti baada ya kumsubiri kwa muda wa zaidi ya saa nane baada ya mahakama kumwamuru amuone ili ampe mwelekeo wa kurejea kazini. Kuhamishwa kwa Ombara kumesababisha maandamano yalioandaliwa na wawakilishi wa kike katika kaunti hiyo waliotaja hatua hiyo kama maonevu. Naibu wake Mudhoni Olale ndiye aliyepewa majukumu aliyoyashikilia. Hata hivyo, inadaiwa kuwa kuhamishwa kwa Doris kazini ni kufuatia njama ya kumnyang'anya mamlaka ya kusimamia bajeti ya shilingi bilioni nne katika mradi wa kustawisha jiji hilo. Agnes Penda, KTN News.